Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, niwakaribishe tena kwa tafakari ya neno la Mungu, mfululizo wa tafakari za kila Jumapili ambazo tumekuwa tukiwaleteni. Tafakari hii inalenga dominika ya nne ya Pasaka. Tunafahamu kwa miaka sasa kadhaa mingi ya kuto, kitosha, eh, Dominika ya nne ya Pasaka inajulikana kama Jumapili ya mchungaji mwema, lakini Jumapili vilevile ya kuombea miito hasa ya upadre na utawa maisha ya wakfu, lakini kuombea vilevile ndoa ziweze kuzaa eh, miito hii ambayo tunahitaji katika kanisa. Niseme kwamba dhamira kuu ya tafakari yangu hii inasema hivi: Yesu ni mchungaji mwema anayetupatia mito mbalimbali anayetuita tumsikilize na tumfuate. Yesu ni mchungaji mwema anayetoa mito mbalimbali anayetuita, kumbe tumsikilize na tumfuate. Lakini kama utang, utangulizi nimesema kwamba Jumapili ya nne ya Pasaka inaitwa pia Jumapili ya mchungaji mwema, Good Shepherd Sunday ni siku ya kutafakari juu ya Yesu Kristo kama mchungaji wetu anayetoa maisha yake kwa ajili ya kondoo wake. Na kimataifa, ulimwengu wa Kikatoliki ni siku ya kuombea mito ya wawekwa wakfu, watawa pamoja na upadre. Kwa ufupi kabisa, hii sikukuu, siku ya kuombea mito duniani, ilianzishwa rasmi na Papa Paulo wa Sita mnamo mwaka 1964 wakati wa mtaguso wa pili wa Vatikano. Lengo ilikuwa ni kwamba kuweka msitizo na kuhamasisha waamini kuomba kwa ajili ya miito mitakatifu, na tangu wakati huo kila Jumapili ya nne ya Pasaka imekuwa fursa ya kipekee kusali na kutafakari kuhusu umuhimu wa maisha ya kujitolea kwa ajili ya Mungu, lakini vilevile kwa ajili ya jirani. Somo la injili ni Injili ya Yohane sura ya kumi aya ishirini na saba mpaka aya ya thelathini na nichomoe tu mstari mmoja, na nukuu: kondo wangu waisikia sauti yangu, nami nawajua nao na wanifuata, nami nawapa uzima wa milele. Maneno haya yanaonyesha mahusiano ya karibu kati ya Yesu na kondo wake, mahusiano ya karibu kati ya Yesu na sisi waamini wake ambao tunamfuata. Kwanza kabisa tunachokiona ni kwamba Yesu anatuita tumfuate, tumtumikie, lakini na sisi tunapashwa kusikiliza. Yesu anatujua sisi kondoo wake, nasi twaitwa kumpa nafasi maisha yetu, kuyapa nafasi maisha yetu ili tuweze kumjua na sisi huyu mchungaji wetu ambaye ni Bwana wetu Yesu Kristo lakini kama mchungaji anayechunga mifugo yake iwe mbuzi iwe kondoo iwe ng'ombe, anavyo anavyowaongoza kuwapeleka kwenye malisho penye majani mazuri, baadaye kuwapatia maji, na sisi Yesu anatuongoza. Lakini anapotuongoza sasa, sisi tunaitwa kumfuata. Kumbe Yesu anatupatia usalama wa kweli, hakuna anayetupokonya kondoo wa wafuasa ambao na sisi tunawasaidia na kuwatunza, na kimsingi hakuna mtu anayeweza kutupokonya sisi kondoo kutoka mikononi mwa Yesu, na hii ni ahadi ya upendo na ulinzi wake wa milele. Somo la kwanza kwa siku hii ya Jumapili hii linatoka kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya kumi na tatu aya ya 14 na aya ya arobaini na tatu mpaka hamsini na mbili. Kwa ufupi kabisa ni kuombe usome somo hilo, lakini katika somo hili tunaona mitume wa Yesu wawili ambao ni Paulo na Barnaba. Hawa wanahubiri Injili na wanafanikiwa kuwavuta watu wengi, lakini pia wanakumbana na upinzani mkali kutoka kwa Wayahudi wenye wivu. Wanaona kwamba kwa nini hawa watu wenye imani mpya wanapata watu wengi, kwa wanaona wivu. Kumbe katika hili Paulo anasema hivi na nukuu Tulipaswa kuwahubiria ninyi kwanza neno la Mungu, lakini kwa kuwa munalikataa tumewagaukia mataifa. Petro anasema hivi kwamba wao ndio walikuwa Wayahudi wenzake wahubiriwe neno la Mungu na Yesu kimsingi alianza kwa Wayahudi, lakini Paulo anasema kwamba kwa, kwa vile ninyi Wayahudi wenzetu mlikataa, basi mlikataa hilo neno, basi tunawageukia watu wengine. Hii inaonyesha kuwa wito wa Mungu unaweza kukataliwa. Neno la Mungu, ujumbe wa Mungu unaweza kukataliwa. Tunapohubiri, si kwamba watu wote wataupokea vizuri ujumbe wa Mwenyezi Mungu, lakini huu ujumbe wa Mungu ni kitu ambacho ni kizuri sana, na watu wakikataa, basi tunaheshimu uhuru wa binadamu. Hatuwezi kumlazimisha mtu kwamba lazima ufuate ujumbe huu, na hata kwenye maandiko matakatifu Yesu pale alipokuwa na anaongelea juu ya Ekaristi takatifu, Yohane sura ya sita, watu wengi walimkimbia wakaondoka. Baadaye wageuka na kumbuka mitume yao wakali wageukia na kuuliza, je, na ninyi mnataka kuondoka? Basi ndio akamwambia kwamba twende wapi Bwana, wewe ndiwe uliye na uzima wa milele. Kumbe Mungu anatuita huyu. Mungu anatupatia neno lake, kwa hiyo tujitahidi ku kulipenda hilo neno lake, kuupenda huo ujumbe wake na kuishi katika maisha yetu ya kila siku. Lakini wito wa utume na maombi kwa ajili ya mito mitakatifu, nimesema kwamba ni, ni siku ya kuombea mito. Jumapili hii ni mwaliko pekee kwa kila mmoja wetu, kwanza kabisa kuombea vijana wetu, ili wasikie na kuitikia wito wa, wa kwa wakfu, utawa na upadre. Vijana tunao wengi, lakini wengine hawajapata kusikia habari za kuitikia maisha ya upade na utawa. Wengine wamesikia lakini, pengine hawajapata moyo. Zaidi tuwaombee siku ya leo, lakini vile vile tunaalikwa kuwa msaada wa malezi kwa hao vijana. Unajua, familia ni mahali pa kwanza pa kusikia wito na kulea miito. Tuwatengenezea vizuri mazingira mazuri vijana wetu watoto wetu, kuwahamasisha wataingia katika miito hii ya utawa na upadre. Hapa parokia kwetu tuna vijana kadhaa wanaosoma seminari ndogo ya Itaga. Eh, majuzi hapa kuna kijana mmoja yuko kidato cha 4, nilimuuliza kwamba hivi tangu uanze seminari, sasa hivi uko kidato cha 4, ni mara ngapi baba yako na mama yako walishakwambia ni vema bwana uwe padri au uwe mtawa wa kiume eh, uwe padri, ni nini walishakwambia hivi? yule kijana alitabasamu akasema, kwa kweli father, tangu nianze seminari sijawahi kusikia mama au baba wananiambia niwe padri. Sasa unategemea nini? Kwa hiyo amemwacha wataki kumwingizia maneno hayo, labda asije akaingia upadri. Lakini kitu cha ajabu ni kwamba ninyi waamini mnapenda sana mpate huduma za kipadri, mpate misa, mpate sakramenti mbalimbali, semeni so na huduma kwa ujumla zinazotolewa na mapadri kwenu, ila hamko tayari kuwatoa watoto wenu Mnaponda watoto wa wengine ndio wawape huduma kwa. Kama unapenda kitu kizuri vilevile, nawe vilevile toa kitu ambacho ni kizuri k kwa, kwa ufupi katika familia zetu, familia ni kanisa la kwanza, familia ni sehemu ya malezi pa kwanza. Tuhamasishe vijana wetu kwa miito hii mitakatifu, lakini sisi wenyewe binafsi hasa ambao bado ni vijana mfano, je, Mungu ananiita kwenye huduma ya pekee kwake? Tujitafakari, pengine Mungu anatuita tuweze kumtumikia yeye, tuitimishe kwa changamoto tunazokuwa nazo. Yesu ni mchungaji mwema, tumesikia anajua kondoo wake, anatufahamu sisi, anatuita kwa upendo, anatupa uzima wa milele. Anahitaji wachungaji wengine, mapade na watawa kusaidia kazi yake ya kuchunga kondoo. Sasa leo tuchukue nafasi hii kumwomba Bwana atujalie hii mito mitakatifu, na tumuunge mkono kwa kujitoa kuwa watumishi wake. Na hapa ninapoanza kuongelea sasa changamoto, nichukue maneno ya Mathayo sura ya tisa aya 37 mpaka 38, na nukuu, mavuno ni mengi, lakini watendakazi ni wachache, mwombeni Bwana wa mavuno apeleke wafanyakazi katika shamba lake. Mavuno ni mengi. Yesu anatumia mfano huu wa mavuno kuonyesha watu wanaohitajika kusikia habari njema ya wokovu. Ni wazi mavuno ni mengi, watu ni wengi wanaohitaji upendo, msaada wa kiroho na neno la Mungu, lakini watendakazi ni wachache. Wachungaji, mapadre, watawa wa Kristo, eh, wa kujitolea ni wachache ukilinganisha na mahitaji ya watu kuna sehemu ambazo unakuta parukia moja unakuta kuna vigango 30 na 40 baini. kuna sehemu ambazo wanapata misa mara moja kwa mwaka, walipaswa misa kila Jumapili angalau waamini wapate misa, lakini ukiona waamini na idadi ya mapad ni wa washida kabisa kumbu. kwa hiyo Yesu anatuhimiza tuendelee kuomba, sio kulalamika. Anataka sisi tushirikiane naye katika kazi ya kuokoa roho lakini sasa hivi ziko changamoto za kipekee, mfano kutojali maisha ya kiroho. Vijana wengi siku hizi wanakuwa katika mazingira yasiowahimiza kusali au kufikiri juu ya maisha ya utumishi katika shamba la Bwana. Ni changamoto kubwa, watu wanaona, wanaona upade sio dili tena, watu wanaona utawa sio dili tena. Lakini kelele za kidunia hizi, teknolojia, mitandao ya kijamii, anasa, starehe vinapumbaza sana vijana na wanashindwa kusikia sauti ya Mungu. Lakini kitu cha tatu ni familia zisizounga mkono mambo haya ya mito. Kama nilivyoeleza kwa ufupi, baadhi ya wazazi huona kwamba wito wa utawa au upadre kama ni kupoteza, eh, kupoteza fursa ya maendeleo, baada ya kufanya vitu vingine vya maendeleo. Lakini wasiwasi wa maisha, hofu ya upweke, mapade pengine wanao, tunakaa peke yetu na kadhalika ukosefu wa misaada, pengine naona hawezi kuwasaidia hapa na pale wazazi wake, au maisha magumu ya wito yanawafanya wengine kusita sita kuingia maisha ya utawa. Hapa chuoni huwa nawauliza vijana na dada wanaosoma chuo hivyo, ungependa kuwa sista? Yani wanacheka sana, wanaona kwamba ni kitu ambacho hakiwezekani. Mimi ni wa sista kweli, masista wanavyoishi maisha magumu, sijui wanavaa sare moja, hakuna cha mtindo hata juu ukasema utoke uende kwenda ku, disco system isha mjifungia ndani, maisha magumu sana fadha kwanza. Na washangaa wale waliingia wito huo, watakwambia hivyo vijana, yani wasi wasi wa maisha. Lakini pengine vivyo na sisi wachungaji tujitahidi kuishi maisha mazuri yanayowavutia wao, tukiwa mifano mibaya, basi pengine tunawakwaza watu wengine. Sasa tufanye nini? Sasa namba moja, tuembee mito mara kwa mara kama wiki hii nzima tumekuwa tukiombea mito tukisali sala ya kuombea mito katika kanisa, katika familia na shule za Kristo. Basi tuombee mito, Bwana tumewatenda kazi. Lakini namba mbili, kukuza utamaduni wa kusikiliza sauti ya Mungu. Watoto na vijana wafundishwe kusali, kutafakari na kuwa na muda wa ukimya kumsikiliza Mwenyezi Mungu anataka nini katika maisha yao. Tatu, kutoa malezi bora ya kiroho Familia na parokia zijenge mazingira yanayochochea watoto, mifano mizuri, mafundisho ya dini na ushauri wa kiroho. Ni vitu vya muhimu sana. Kuna parokia mfano kama parokia yetu tuna chama cha mito. Mkiwa na chama cha mito, una vijana wavulana na wasichana, wanakuwa nakutana nao hata mara moja kwa wiki, unawahamasisha, chama cha watumikizi, si chama cha Maria Goretti Chama chama chama chote cha watoto vijana, unailia ile mito. Au hapa parokia ni kwetu, tuna tuna wasichana ambao wenyewe hawataka kuwa watawa, lakini wanataka wafundishwe maisha mazuri ya kumjua Mungu. Ukiweza kufanya hivyo katika parokia yako, ni vizuri. Unajua parokia nyingi mnafanya, lakini tuendelee. Lakini watia moyo vijana wanaohisi wito, badala ya kuwaogopesha, tuambie kuwa Mungu anawapenda na Mungu anahitaji wamtumikie. Nishakaa nyumba ya malezi. Sasa siku hiyo nikiwa nyumba ya malezi na pade mwenzangu, akaja kijana mmoja akasema, mimi pade, namtafuta mkurugenzi wa mito. Nikamuonesha alafu nikaondoka. Basi yule kijana akauliza, na mkurugenzi wa mito ungependa kuwa pade wa namna gani? mi napenda kuwa padri, lakini nachotaka ni kwamba niwe padre wa kufundisha vyuo vikuu mashuleni. Sitaki padri wa kwenda vijini vijini kuhubiri neno la Mungu. Kimsingi yeye mkurugenzi wa miito alisala sana, akamfukuza yule kijana. Lakini baadaye nilimuita nikasema, ni yako nini sasa, nakuwa nataka kuwa padre, ninataka nifundishe vyuo vikuu na nini? Nikasema sawa, kuna mashirika ya kidini ya kipadre yanayohitaji vijana wa namna hiyo, naona kwa. Nikamwambia kwa mfano wako Majezuiti, kwa mfano wenyewe wanahusika zaidi katika miito ya kufundisha dini vyuoni na mashuleni, wanafanya vizuri sana kwa vijana kama hao twaongoze zamani, hata siku hizi nadhani, pia kulikuwa ka kitabu ka mito mashirika yote yamohumu, karama za kila shirika na kadhalika. Basi hivyo vitabu tuwapatio wa vijana wangari anwani mbalimbali. Vijana wetu kwa mfano wa seminari wanaokuwa seminari wanapokuwa likizo, waite mapadi, mwaite mlenao chakula, nenda pikiniki, watumikiza hao watoto hao tunaokuwa kwa nao, wavulana kwa wasichana, watengenezee mazingira waone kwamba kweli padre ni mtu anayewakaribisha, sister ni mtu anayewakaribisha kwenye hostel zetu. Kwa mfano, walezi wanao kwa wengi ni ma sister. Kuna shule za ma sister tuwaoneshe upendo waone kwamba ah, kumbe kwa sister ni kitu ambacho ni kizuri sana. Alikuwa anasimulia sister mmoja wa Mama Teresa eh, kulishakuwa na mkuu wa shirika Sister Nirmala na wa shirika la wa Mama Teresa hawa ma sister wa upendo. Yeye alikuwa ni Muhindi Muhindu dini ya Kihindu na watabaka ya juu kasti ya juu, lakini alisoma shule za Kristo ila alifurahi sana kuona sanamu zizo kwa zinawekwa hasa sanamu ya moyo mtakatifu wa Yesu na alikuwa anashangaa kusikia kwamba kila saa sita za mchana inagongwa kengele watu wote kimi wa nasari. Hicho kitu ndicho kilichomfanya kuwa sista, alisha kuwa mwanasheria akaacha, lakini akaamua kuingia huo utawa. Kwa unaona kuna kitu kinamvutia. Na tuendelee kujiuliza, hivi shule zetu pamoja na kuwepo kutoa elimu zinainjirisha itakuwa aibu kwamba ni shule ya Kikatoliki, lakini unakuta yani hakuna hata somo la dini linafundishwa au maadili yaliyoko pale sio ya, ya Kikristo. Au vyuo vikuu vyetu tunafundisha maisha mazuri ya Kristo, kumjua Mungu, maisha ya haki, kumpenda mtu, kumpenda mwanadamu wenzangu na, na ndugu yangu. Kwa hiyo tunapokumbuka miito hii tuyazingatie hayo yote, lakini mwisho Hebu kila mmoja alipo awe mchungaji mwema. Wewe ni mwalimu shuleni, wewe ni mchungaji, kondoo wako ni wanafunzi. Ofisini ulipo, wale walioko na waongoza ni kondoo, na wewe ni mchungaji. Lakini vile vile tuwaheshimu, wanaweza kuwa kondoo, lakini wenyewe wakawa wachungaji, sisi tukawa kondoo, kwa sababu sote, tunahitajiana na sote tunahitaji wote tutembee pamoja e, eh, katika safari hii ya kumwendea Mwenyezi Mungu ni watakie Jumapili njema ya mito, tuendee kuombea mapadre wetu wataa wetu wafanye kazi nzuri ya Mwenyezi Mungu, tusiharibu. Mtuombee tuweze kufanya kazi kwa utakatifu mkubwa sana. Nikutakia kila la heri na Mungu akubariki. Tumsifu Yesu Kristo. Halo, kwa majina naitwa Doto Simon Maganga, meneja wa Nazareti Kantini Tabora na John Paulo hosteri ambazo ziko chini ya jimbo kuu Katoliki Tabora. Huduma zetu kwa mgahawa wa Nazareti ni chakula na vinywaji. Kuanzia kifungua kinywa, chakula cha mchana na chakula cha jioni. Tunatoa chakula cha mbalimbali vikiwemo vyakula vya kimataifa. Samaki, nyama, kuku, nyama choma, mbuzi choma, kuku choma vyote katika hali ya ubora na usalama na tunazingatia afya ya mteja pia. Katika hosteli yetu tunatoa huduma malazi na huduma ya kifungua kinywa. Mgao wetu upo karibu na hosteli ambapo mtu anapata malazi pia, ni karibu kuja kupata huduma zingine mbalimbali za vinywaji. Nazareth kantini inapatikana karibu na mahakama kuu Tabora, ama kanisa kuu. Inafikika kwa urahisi bila tatizo lolote. Ukimuuliza mtu atakuelekeza, mwambie nataka kufika Nazareth kantini, iko mkabala na mahakama kuu. Kwa mawasiliano zaidi, jinsi ya kutupata, unaweza ukatumia namba za simu zifuatazo: Sifuri sita tano sita arobaini na tatu sitini na nne kumi ama sifuri sita saba nne tisini na tatu arobaini na tisa arobaini na sita Karibuni sana mpate huduma bora safi na salama.